Nilipata fursa kuongea na dada uh, yangu alitumia lugha kwamba yeye anaamini kwamba viongozi wa CCM ni psychopath, na mimi ni nadhani ninaliamini ni hili jambo sasa. Mpango wa kupambana kwa kuitoa serikali ya watu hawa kwa jino kwa jino ni wazo baya sana, na, na nina pendekezo hili nilowapa Ninadhani pendekezo hili linaweza likasaidia, kwa sababu lilishafanya kazi kwa nchi kumi na moja iliweza kufanikiwa kuondosha kuziondosha serikali batili. Sasa kama munaniambia natakiwa nirejee tena, naomba muniruhusu nianze tena kurejea kwa faida yetu sote. Nimes, uh, uh, uh, hoja niloileta mbele uh, hapa ni kwamba mimi ninaamini kwamba tunaweza kuidondosha na kumwondosha rais Samia kwa njia ya maandamano kwa njia ya maandamano, lakini maandamano hayatakuwa maandamano ambayo yamewahi kuzoeleka ama maandamano ambayo yanafahamika, isipokuwa niko na njia ambayo ya maandamano ambayo ni effective ishawahi kufanya kazi kwa mataifa kumi na moja na ikafanikiwa. Na baada ya kukutajieni hii taarifa, nitaomba mnipe nafasi ni kupeni evidence na reference za nchi ambazo zishawahi kuandamana kwa mfumo huu na zilifanikiwa, na nitawahamasisha, nita kila mtu aka cross check kwa upande wake, uh, uh, kwa njia ambayo anajua ninachoshauri tufanye maandamano ambayo tutayaita jina hili, maandamano yasiyokuwa na kikomo. Maandamano ambayo tunayajua mwanzo wake, lakini hatujui mwisho wake ni lini, hatujui mwisho wake maandamano haya ni lini, na hii tutaweka clear kwa kila mtu. Suala tutafanyaje? Suala la kwanza, ili tufanikiwe kufanya maandamano haya tunatakiwa tuhakikishe usalama wa kimataifa wa waandamanaji. Tunatakiwa tuhakikishe kutakuwepo na usalama wa kimataifa wa waandamanaji. Tusitegemee usalama wa shirika lolote ambalo lina, limepewa leseni yake na serikali ya Tanzania, kwa sababu mtu anapokupa license, anakuwa anakupa na kanuni za kufuata vipi ufanye kazi yako lakini mashirika haya ya lisensi yake inatoka Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo serikali ya Tanzania haina mamlaka ya kisheria ya kuwaingilia vipi wa, wafanye kazi zao, hawana mamlaka hayo. Mashirika ambayo kisheria yana uwezo wa kutupatia ulinzi wa kimataifa wakati ambao tunaambatana ni kama ifuatayo. Shirika la kwanza linaitwa Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Kiufupi yake ni OHCHR. Na nakwambieni kwamba kwa nini nasema hili shirika tuliandikie barua rasmi na kulitaka lituletee waangalizi wakati tunaanda, wakati tunafanya maandamano ambayo hayatokuwa na kikomo, kwa sababu shirika hili lina kazi ya kupromote pamoja na kumonita haki za binadamu dunia nzima. Hii ni kazi yake. Sasa, kwa nini tunawataka watuletee waangalizi wao katika maandamano yetu yasiyokuwa na kikomo? Kwa sababu miongoni mwa miongoni mwa sheria walizokuwa nazo hawa wanasema kwamba ikiwa unataka kuandaa maandamano ya amani, lakini unahofu kwamba hakutakuwa salama wakati mnaandamana kwa maana ya kwamba hamtakuwa salama dhidi ya serikali ama mamlaka, ili shirika lilolitaja linaloitwa Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, wanaweza wakarekodi malalamiko yetu pamoja na kutupa mwongozo on the field pale wakati tunaandamana pale wakati tunaandamana, right away, wanaweza katupa mwongozo, mwongozo ambao utakuwa aligned, utakua, uh, utakua uh, uh, uh, sjika kiswahili chake kuwa aligned, lakini utakuwa utakuwa unaambatana na na, na, na, na sheria za kimataifa. Shirika la pili ambalo ninaamini tunatakiwa tuliandikie barua rasmi ya kutaka watuletee waangalizi wao wakati tunaanzisha maandamano yasiokuwa na kikomo ni shirika li... Kwa nini nasema tuliandikie barua shirika hili liji ilituletee waangalizi wake kwenye maandamano yetu. Kwa sababu, kwa sababu uh, International Committee of the Red Cross, jukumu lao kubwa duniani ni kuwalinda watu ambao wameathirika na conflict na kupotezwa hasa hasa na serikali ama na magaidi. Sasa sisi wa Tanzania katika miaka minne ya Samia tumepotea kwa idadi ambayo siwezi kuithibitisha kama rasmi, zaidi ya watu mia tatu wamekuwa wamepotezwa katika mazingira ambayo pekee yake Ikulu ya Tanzania ndio inajua. Sisi sote hatuwezi kueleza wamepotezwa vipi, lakini pia wakati wa maandamano, wapo watu wengi sana wameathirika. Nimepewa taarifa kwamba ndugu zetu wa kike walibakwa, nimepewa taarifa kwamba kuna ndugu zetu wamepigwa risasi za kuuliwa na wengine wamepewa kilema na ukiachilia mbali kuuliwa na kubakwa na bado kuna ndugu zetu wengine ambao wamekuwa traumatized. Ni maradhi mabaya sana maradhi ambayo ya trauma, kwa Tanzania hakuna hospitali iliyokuwa inatambulika inaweza kuyatibu maradhi haya ya trauma. Sasa International Committee of the Red Cross unaweza ukawaita na wakaleta waangalizi wao pale tu ikiwa muna hofu ya usalama wenu wakati mnafanya maandamano ya amani, ikiwa tuna hofu ya usalama wetu wakati tunafanya maandamano ya amani, jambo ambalo sisi tunaweza kuwathibitishia hili shirika kwamba tuna hofu hiyo, kutokana na vifo vilivyofanyika siku chache uh, zilizopita. Hili shirika likileta waangalizi wake lina kazi mbili kubwa. Kazi ya kwanza, kazi ya kwanza watatupatia advice on humanitarian protection. Kwa maana yake kwamba, kwa maana yake kwamba it, uh, International Committee of the Red Cross wakati tukiwa katika maandamano yasiyokuwa na kikomo, na wakigundua, ama sisi waandamanaji tukigundua kwamba ubinadamu wetu uko hatarini, wanaweza wakatupatia humanitarian protection. Na sio hivyo tu, jukumu lao la pili, International Committee of the Red Cross mediate baina ya, wanaweza wakasimama kama mediate baina ya waandamanaji na serikali. Shirika la nne ambalo naamini tunatakiwa tulialike, tuliandikie barua rasmi ilikusudi watuletee waangalizi wao wa kimataifa wakati tunaandamana ni shirika linaitwa Amnesty International. Kwa sababu tunaita shirika hili kwa sababu Amnesty International jukumu lake kubwa ni kulinda haki za binadamu dunia nzima. Sasa, sasa. Inter uh, uh, Amnesty International. Amnesty International wakati uh, tunafanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo watakuwa na mamlaka matatu kisheria kuyafanya hapo hapo. Mamlaka ya kwanza walikuwa nayo kisheria za kimataifa ni kumonita our situation. Kufanya monitoring ya situation yetu wakati tunafanya maandamano. Haki ya, uh, uh, uh, mamlaka ya pili walikuwa nayo ni kutupatia kitu inaitwa legal advice. Legal advice kwa maana kwamba ni ushauri wa kisheria, wakati pale tunafanya maandamano, watatufunza ni nini haki yetu waandamanaji kisheria, na nini hatupaswi kufanya na nini tunapaswa kufanya. Na pia jukumu lao la tatu, jukumu lao la tatu wa, uh, ikiwa kutatokezea uvunjwaji wa haki za binadamu wowote wa wakati tunaandamana Amnesty International wana mamlaka ya kuweza kuripoti, yanaweza kuripoti human rights violation right away kwenye taasisi zenye nguvu zaidi. Wana mamlaka ya kuripoti utesi wa unyanyasaji wote ambao tutaweza kufanyiwa hapo hapo kwa mashirika yenye nguvu zaidi. Na shirika la tano ambalo naamini kwamba watanzania tunatakiwa tuwaandikie barua kwa kuwataka wa, uh, watuletee waangalizi wakati tunafanya maandamano yasiyokuwa na kikomo, ni shirika linaita Human Rights Watch, kwa sababu Human Rights Watch jukumu lao kubwa ni, ku, uh, ni kuchunguza pamoja na kuripoti uh, uh, uvunjifu wa haki za binadamu. Sasa tukiwapelekea uh, tukiwa barua rasmi Human Rights Watch watuletee waangalizi wao wakati tunafanya, ma, uh, tunafanya maandamano yetu. Ikiwa mamlaka itajaribu kutudhalilisha, kututesa ama kufanya jambo lolote ambalo sio la kisheria dhidi yetu, Human Rights Watch jukumu la kubwa, wanaweza kuleta international attention. International attention, ndugu zangu, hili ni neno haya ni maneno mawili, lakini yana maana kubwa sana kwenye ulimwengu wa kidunia wa kisheria na ulimwengu wa kiintelijensia. Tukipata muda zaidi kwa baadaye, nitachambua ni nini hasa maana ya kuleta international attention na itakuwa na faida gani kwa waandamanaji. Sasa ikiwa mashirika matano haya, tukifanikiwa kuandikia barua rasmi na wakatuletea waangalizi wao wakati tunafanya maandamano yasiyokuwa na kikomo, tutakuwa na guarantee ya usalama wetu tutakuwa na garanti ya usalama wetu kwa sababu hakuna polisi ambaye ataweza kuthubutu kuja kupiga risasi mbele ya waangalizi mbele, mbele, mbele ya ma, ma, wa mashirika matano haya wakikuwepo. Kwa maana ya kwamba akiletwa, akiletwa mwangalizi ambaye rasmi katoka, eh, mfano katoka kwenye shirika la International Committee of the Red Cross, hatuna hatuwezi kujua atakuwa ni raia wa wapi. Let's imagine tujalie kwamba tujali kwamba tumekubaliwa kuletewa waangalizi watatu kutoka International Committee of the Red Cross na wawili ni raia wa Marekani. Munadhani kwamba jeshi la polisi litakuwa na uthubutu kuwapiga risasi, kuwapiga risasi shirika la kimataifa ambao wapo nchini kihalali na wanafanya kazi ambayo Tanzania peke yake ilitia saini kufata hii masharti ndani ya UN? Ni jambo ambalo haliwezekani. Sasa, sasa kwa lugha nyingine nyepesi haya mashirika wakituletea waangalizi wake, yanasimama kama ngao dhidi yetu, ni shield, watakuwa mbele yetu na nyuma yetu, wakati sisi tunafanya maandamano. Sasa kwa nini nimesema maandamano haya yawe maandamano yasiyokuwa na kikomo? Kwa sababu kwa sababu kwa sababu maandamano haya tunayafanya yasiwe na kikomo, kwa sababu lengo letu ni kuiparalyze serikali haramu iliyokuwepo tunaiparalyze serikali haramu iliyokuwepo. Lakini kabla sijachambua hapo, nataka kuambia kwamba haya mashirika matano tunawapelekea barua rasmi. Hawa wana mamlaka ya kisheria ya kutuletea waangalizi ikiwa tutafit vigezo stahiki, lakini hatutoishia hapo tu. Pia tutapelekea barua rasmi kila ubalozi ambao uko nchini Tanzania sio kwa lengo la kuwataka watuletee waangalizi kwa sababu hawana mamlaka hayo, lakini tutawapelekea barua rasmi kwa kuwajulisha rasmi nini tunakifanya na kwa nini tunakifanya tunachokifanya na nini tunacho, tunahitaji. Lakini pia uh, katika uh, conclusion ya barua tunazopelekea balozi tutawasihi kwamba wawashauri raia zao ambao wana lengo la kuja Tanzania kwa lengo la utalii ama kwa lengo la kuja kufanya uwekezaji, kuanzia tarehe ambayo tutawapa wawashauri wa raia zao wasije nchini Tanzania, kwa sababu tutakuwa na maandamano yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo yanaweza yakadisrupt yakaharibu hata safari za ndege maandamano ambayo yanaweza yakawafanya raia zao wakwame nchini Tanzania, wakwame. Sasa ndugu zangu, hizi mbinu ninazowapa ikiwa tutazikamilisha kwa utaratibu stahiki, tutaitikisa kwa kiwango kikubwa sana serikali ya Tanzania tutaitikisa, serikali, eh, tutaitikisa kwa kiwango kikubwa sana serikali ya Tanzania. Sasa jambo jingine la muhimu, maandamano haya yasiyokuwa na kikomo, hatutoyafanya mitaani kwa sababu sisi sio maharamia. Tutafanya maandamano halali na pia, baada ya kupeleka barua zetu kwa ubalozi zote za Tanzania, pia tutapeleka barua rasmi ikulu ya Tanzania. Tutaipelekea barua rasmi ikulu Tanzania kuwajulisha kwamba kuwajulisha kwamba sio kuwaomba kibali wala sio kuwaomba ruhusa. Sisi hatu, haturudi tena mambo ya kumwomba mtu ruhusa hii tunawapelekea barua rasmi ya heshima ya kuwajulisha kwamba tutafanya maandamano yasiyokuwa na kikomo. Hivyo basi, maandamano haya yanaweza yakaleta athari kubwa sana ya kuiparalize serikali nzima, ili kusudi kuepusha isifike huko, tutampa ultimatum rasmi Rais Samia aachie serikali kwa hiari yake, kabla ya tujaingia barabarani. Tutampa siku rasmi n kwamba ikifika tarehe kadhaa bado hujaachia nchi, ujue kwamba tukiingia barabarani, hatutotaka tena jambo lolote la mazungumzo ama kitu chochote kinahusu na nyinyi. Ndugu zangu, nafahamu kwamba barua tunaopeleka Ikulu huenda isijibiwe na huenda wasitujibu vile sisi tuna, wasitutii yale matakwa yetu tunataka, lakini na kuwafahamisha kwamba lengo la kupeleka barua hii Ikulu si kwamba watutii lakini kwenye ulimwengu uh, wa kiintelijensia na protokoli za maandamano ya aina hii, hili jambo lina maana kubwa sana kuijulisha Ikulu rasmi kwamba tunakutaka uachie nafasi hii kabla hatujaingia barabarani kwa maandamano ambayo yatakuwa hayana kikomo. Lakini pia, lakini pia tutapeleka barua rasmi, tutapeleka barua rasmi kwa jeshi la wananchi JWTZ. JWTZ tutawapelekea barua rasmi kuwajulisha kwamba tutafanya maandamano ya amani nchi nzima, nchi nzima na kilio chetu. Tutawataka pia kushindikiza CDF bwana Mkunda aachie nafasi yake, aachie nafasi yake kwa hiari, kwa sababu hatuko na imani naye juu ya mambo ambayo yamefanyika wiki iliyopita. Narejea tena kwamba nina imani hii barua pia tunaipeleka Uh, uh, jeshini, hatutopata jawabu unalolifikiria, unalo, lakini lengo si kupata jawabu kwamba uh, uh, bwana jenzi nakubali kwa chia nchi, lakini kwenye ulimwengu wa kiintelijensia na protokoli za kutoa serikali, ili jambo litakuwa na maana kubwa sana kwa mfano, kwa mfano mamlaka zimeweka wazi kwamba watu walioandamana hapo nyuma walikuwa sio Watanzania sasa ikitokezea tumeandamana na ikaja kauli ambayo inafanana na hii, tutakuwa na ushahidi wa mabalozi wote, tumewaambia sisi ni nani na nini tunafanya. Tutakuwa na ushahidi wa rekodi ambayo tumepeleka Ikulu Tanzania, tutakuwa na ushahidi wa kupeleka barua jeshini na tutapeleka barua kwa polisi Tanzania, hiyo hiyo ambayo tunaipeleka Ikulu Tanzania kumtaka, kumtaka Inspector General Police aachie nafasi yake. Huu ni mfumo ambao wa maandamano ambao nahisi unaweza ukaiangusha uka serikali ya Tanzania hata kabla ya siku tisa kuanzisha, lakini pia kuna chombo muhimu sana ambacho kimewahi kushiriki kutoa uh, msaada mkubwa kwa nchi ya Philippines, na naomba mkaangalie hii fact, tunatakiwa tuwapelekee barua rasmi ya kuwajulisha chombo hicho ni Vatican kwa Wakatoliki, Vatican Italia. Tutapeleka barua rasmi Vatican, ya kuwajulisha kwamba sisi ni vijana wa Tanzania ambao hatuko hatuja fung, kwenye fungamano la chama chochote cha siasa. Tumeamua kuingia barabarani kufanya maandamano yasiyokuwa na kikomo kwa sababu ambazo tutaziandika hapo, kwa sababu hii na hii na hii, na tunamtaka rais achie mamlaka na chombo fulani ndiyo kishike, na pia Tutawataka Vatican, tutawataka Vatican wafanye kitu inaitwa acknowledgement, wafanye utambuzi rasmi kwa kanisa kwamba wamepokea barua hiyo. Ni faida gani tutapata Vatican wakifanya utambuzi kwamba wamepokea barua yetu? Kwanza, Vatican wakipokea barua hii na wakikubali kutuombea dua na, ku, na kuisoma, mujue kwamba makanisa karibia yote ya Vatican duniani wataipokea nakala hiyo kwa mujibu wa taratibu za kanisa Vatican kwa mujibu wa taratibu ya kanisa Vatika. Sasa ndugu zangu, naomba kuambia jambo dogo. Huu utaratibu ambao ninaoshauri vijana wenzangu wa Tanzania tuupite ili kusudi eh, ndo tuingie maandamano. Huu ni utaratibu ambao ushafanywa na zaidi ya nchi kumi na moja na nchi zote zilifanikiwa kuzidondosha serikali. Nchi zote zilifanikiwa kuzidondosha serikali, kwa sababu ya wakati situtoa taarifa nyingi zaidi lakini nitakuta jieni zo nchi na kila mmoja afanye research kwa upande wake. Mwaka elfu mbili na kumi mpaka elfu mbili na kumi na moja, nchini Tunisia yalifanyika maandamano ya aina hii ambayo inawatajia maandamano ya amani, maandamano ya amani ambayo hayajakuwa na kikomo, lakini waliwashirikisha mashirika ya kimataifa kwa ajili ya kuwapatia uangalizi wakati wanafanya maandamano haya na walifanikiwa na walifanikiwa kumwondosha bwana rais alikuwa anaitwa Zine El Abidine Ben Ali. Na nchi ambayo, ya pili ambayo imewahi kufanya maandamano ya aina hii yalifanyika mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja yalifanyika mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja nchini Mali. Nchini Mali ilifanya maandamano ya aina haya, lakini pia waliwashirikisha mashirika mataifa ambayo niliwataja, na wakafanikiwa kumwondoa wakafanikiwa kumwondoa rais wa wake wakiitwa Musa Traore. Naomba ndugu zangu mkafanye research kwa wakati wenu, ili kusudi muweze kujua nini nawaambia na, na kwa nini nataka kuwaaminisha utaratibu utaweza kutuletea matunda tunayoyataka nchi ya pili ambayo ilifanikiwa, yakaangalieni maandamano yalofanyika mwaka ya ya ya maandamano mwaka sabia Mwaka elfu mbili situtoa fakti sana, lakini maandamano hayo yalikuwa yanatambulika kwa maandamano, yalikuwa yanaitwa Otpar, maandamano ya Otpar. Ukienda kusoma kidogo, mutaweza kujua maandamano haya walikuwa wanapinga utawala wa kiongozi wao alikuwa akiitwa Slobodan Milosevic. Mnaomba, Munaom, mchukue hizi fakti mukasome kwa wakati wenu, lakini pia lakini pia nchi kama Tunisia, nchi kama Georgia, zote zilifanya maandamano haya wa mfumo huu na ilifanikiwa kuzidondosha serikali. Sasa, sasa mi nikipenda nifikie hapo tuone ikiwa kuna jambo ambalo uh, nimezungumza halikufahamika kwa ufasaha zaidi ama kuna swala tukaribishe hiyo. Uh, alafu tuone nini tunaweza kufanya. Asanteni, nashukuru sana, na shukuru, na shukuru sana nani. Uh,